Yes, mabingwa wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara, mabingwa watetezi wa msimu wa 2024 2025 wa ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League Young Africans hii leo wapo kwenye patashika ya michuano ya Afrika katika dimba la Benjamin Mkapa, majira ya saa 11, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa pili wa hatua za awali ya kufuzwa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika pele dhidi ya Williet sports Club Benguela ya kutokea Angola, majira ya saa 11 za jioni. Ikumbukwe mchezo wa raundi ya kwanza Yanga Africans waliweza kuondoka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri, magoli ambayo yalifungwa na Aziz Andabwile Mambalaswa, goli la pili likafungwa na bwana mdogo Edmund John, goli la tatu likawekwa kimiani na Prince Mpumelelo Dube katika dimba la Novemba 11 pale mjini Luanda nchini Angola. Sasa hii leo katika dimba la Benjamin Mkapa ni second leg ama mkondo wa pili, mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya awali ya kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Imetokea minong'ono mingi ama imezuka minong'ono mingi juu ya kwa mwalimu Roman Folz kutokana na kiwango chake. Wapo wanaosema mwalimu Roman Folz hafiti katika falsafa ya Young Africans wengine wanasema tuendelee kumpa muda, ila kitengo cha habari cha Young Africans kupitia msemaji wao Ali Shaban kamwe wamesema kuwa hii leo mfumo umetiki, hivyo wananchi wote wanakaribishwa katika dimba la Benjamin Mkapa ili mradi kwenda kuona mfumo ambao umetiki wa mwalimu Roman Folz akiwa na vijana wake hao wa jeshi la kijani na njano katika mchezo wa leo dhidi ya matajiri kutokea pale mjini Benguela nchini Angola, Williet Sports Club benguela. Ikumbuko Young Africans ni timu imara sana katika haya mashindano, si timu mchekea, ni e timu ambayo imefanya vizuri sana katika misimu mitatu huko nyuma, ikiwa waliweza kufika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na pia walifika hatua ya robo fainali msimu uliofuata, na msimu uliopita walikuwa wameshia katika hatua ya makundi. Sasa target ya msimu huu ni kufika hatua za mbele zaidi, tofauti na zile hatua ambazo walikuwa wamezipitia hapo nyuma. Leo majira ya saa 11 mchezo wa second leg, mchezo wa mkondo wa pili wa kufuzu hatua ya raundi ya kwanza, ili mradi waweze kufika hatua wa ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. lango jina ni Hafidh na Puta, endelea kutufuatilia hapa hapa Wasamalia TV, ili mradi huye wa kwanza kuweza kuzipata habari kem kem za kimichezo, usisahau kusubscribe ili mradi uwe wa kwanza kuwa notified na taarifa yetu yeyote ile mpya itakayoruka ndani ya Wasamalia TV. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare taarifa yeyote ile ambayo itakayoruka hapa ndani ya platform ya Wasamalia TV.